Davido mefika hapa ndani ya airport, amefika ndani ya airport Davido

huu ndio safa wa msanii Davido ambaye anaondoka hapa terminal tatu, uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hii ni gari ya kwanza, ndio inaanza kutembea hivyo weza kuondoka. Uh, gari ya pili inapita kuanza kuondoka. Uh, huu ni msafara wenyewe. Uh, Davido amekaa kwenye gari hii ambayo unaiona hapa. Uh, amekaa kwenye hii gari Maybach. Uh, amekaa humo. Uh, hawa ni walinzi wake. Uh, wanaendelea kutembea. Uh, e yes, uh, hawa ni ni msafara sanimbayo unamalizia kuondoka hivyo Uh, tayari matematika hivyo msafara wenyendo huo wa uh, uh, msanii Davido wanakamilika uh, hivyo kuondoka hapa. uh, huu ni msafara wa msanii uh, Davido kutoka Nigeria tayari amefika hapa uh, Tanzania, kwenye uh, uwanja wa Julius Kambarage Nyerere, na kile ambacho kinachoendelea sasa hivi anajaribu kumalizana na baadhi ya vitu vichache na tumejaribu kuforce siweza kuzungumza naye lakini uh, ulinzi umegoma na umekataa kabisa David asiweze kuzungumza lolote, na bado anaai hiohivyo kidogo timu ulinzi wake na baadhi ya vitu vyote kusema kweli vimekuwa ni vigumu sana sana, sana, sana sana, lakini ndo uh, hivyo. Huu ndio msafara wa msanii Davido kutokea uh, Nigeria. Uh, hivyo uh, wamekataa kabisa kuzungumza, wajaribu kuwafanya namna moja ama nyingine, lakini uh, kikweli vimekuwa ni ngumu sana sana, sana, sana, sana.